Mswada wa fedha wa mwaka 2025 2026 umewasilishwa katika Bunge la Kitaifa, mswada huu ukiitarajiwa kuisaidia serikali kupata takriban trilioni 4.2 na ambazo ni makadirio ya bajeti ya mwaka huu wa kifedha wa 2025 2025 2026. That received the received draft finance bill 2025 from the cabinet which relates to the revenue raising measures for the budget submitted it will be committed to the departmental committee on finance and national planning for consideration and public participation upon publication and first reading katika bajeti hii aliyekuwa mwenyekiti wa kamati ya bajeti katika bunge la kitaifa Dindi Nyoro amesikitika kuwa serikali inatarajiwa kukopa takriban bilioni 900 that out of the budget now ambayo itapitishwa mwezi wa sita over 1.1 trillion Kenya shillings inaenda kulipa riba ama interest rates ya madeni peke yake, lakini tukiangalia pia ile madeni tunatarajia kukopa hii mwaka ambayo inakuja ya kiserikali ni karibu bilioni 900 billion debt management. Nyoro akiitaka serikali kuangazia jinsi ya kusitisha mikopo mingi, kwani mikopo ile inaangamizwa uchumi wa Kenya katika siku za usoni pia maitaka serikali kutengeneza bajeti kulingana na mapato ya kitaifa. Debt management in Kenya lazima ikue priority, kwa sababu inaangamiza uchumi wa saa hizi na uchumi wa kesho wa nchi ya Kenya. And one of the best things to do ni kuacha kukopa sana, tuangalie vile tunaweza tengeneza bajeti ambayo inaambatana na zile fedha nchi inachukua. Ameongeza kuwa kila hela zitakazotengwa katika bajeti hii zinapaswa kutumika vyema, hasa akiangazia mgao ambao unakabidhiwa katika kitengo cha usalama, akipendekeza kuwa wazee wa mitaa wanapaswa kupewa takriban elfu mbili kila wiki, kwani wanafanya kazi chini ya Wizara ya Usalama wa Ndani, na kwa hivyo ile pesa nimeona katika budget policy statement ambayo imeongezewa katika administration, hiyo pesa isiwepo katika vote ambazo haziulizwa maswali mingi, ile pesa tu ya kutumiwa hivi na hivi. We want that money to be very direct and forthright.